Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio? Unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Maanake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo, ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Na kwa kweli EWURA nawapongeza sana kwa kuja na hizi findings ambazo tunazionga. Kama unawekeza kwenye maji afu maji mengi yanapotea, mathalan asilimia sabini ya maji yanapotea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 wakati uwiano wa uzalishaji wa maji dhidi ya uwezo wa miundombinu tuliyonayo ni asilimia hamsini na nane. Urugenzi so suti, urugenzi ni performance. umefanya nini na hili swala la upotevu wa maji? Liseme tu kwenye swala la asilimia, lazima tuliitemu katika fedha. Umesema umepoteza asilimia arobaini, ziinvesti kwenye fedha, ni kiasi gani cha pesa umekipoteza ili upate feeling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 kuhakikisha kwamba inapotokea hii dharura watu wanafika haraka kwenda kuzitatua, lakini tumetumia chuo chetu cha maji kuwa na teknolojia ambayo itadetect kwamba eneo fulani lina upotevu wa maji, ili wizara na mamlaka zake za maji ziweze kutatua hii changamoto. Uwekezaji katika sekta ya maji una uhusiano mkubwa na sekta ya afya. Huduma bora za maji safi na usafi wa mazingira zinapunguza moja kwa moja kuenea kwa magonjwa yanayosambaa kupitia maji maji machafu kama vile ugonjwa wa tumbo, ambayo ni chanzo kikuu cha vifo. Utafiti uliofanywa mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu na shirika moja liitwalo Economic Impact utafiti ambayo matokeo yake yalielekezwa zaidi kwa mawaziri wenye dhamana ya fedha, mawaziri wenye dhamana ya mipango, mawaziri wenye dhamana ya maji na afya na mazingira, ulionyesha kwamba kila dola moja ikiwekezwa katika miundombinu ya maji na usafi wa mazingira inaweza kuleta hadi dola saba katika faida za kiuchumi kwa taifa.